Aunaishi tunaenda kukutoa pale, ninaenda kutamka majina yako hii, majina yako naenda kuweka waki fo uende promotion another level. Basi mtazamaji pale kwa runinga ya Tinga TV, unayekuwa unanitazama moja kwa moja, nimeokoka, Yesu ni Bwana hmm, mahali hayi ulipo Ningependa kukufahamisha ibada kubwa zaidi, ibada ya kwenda viwango vya juu. Mungu ameniruhusu nifanye ibada ya kwenda viwango vya juu, kwa maana wakati nimekuwa naomba nikaona kuna watu wametembea katika changwa kwa muda mrefu. Kuna watu wametembea katika changwa ya mafanikio kwa muda mrefu. Kuna mtu amejaribu kufanya vitu lakini haviendi. Mungu akamwambia Musa, nenda kwa Farao ukachukue wana wa Israeli ukawapeleke katika inji ya agano. Na nakuwa nafanya ibada ya kwenda viwango vya juu. Basi jitayarishe, tukutane na wewe Jumapili katika madhabahu haya, ibada ya kwenda viwango vya juu. Basi ndani ya maisha yako, viwango vyako vyote umekuwa unasunguka mahali pamoja, unasunguka mahali pamoja, unajulisha ni nini kimetendeka? Wazazi wako wamekuwa mahali pamoja, wewe mahali pamoja. Saa imefika kanyaga, onisani hapa katika ibada ya kwenda viwango vya juu. Mungu wa neema akupigania. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea promotion kwa jina la Yesu. Pokea promotion. Pokea promotion. Watoto wako wapokee promotion. Maisha yako yapokee promotion. Watoto wako wale walikuwa wamefungwa, wapokee promotion. Wewe mwenyewe upokee promotion, upokee promotion ya biashara, upokee promotion ya amani, pokea promotion ya ndoa. Hii ndio mwanzo.